Zaidi ya viongozi mia moja hamsini wa makanisa mbalimbali mbali katika kaunti ya Mombasa wanadhuria mafunzo katika eneo la Changamwe yanayoandaliwa na shirika la Clef linaloshughulikia uongozi katika makanisa. Mkurugenzi mkuu wa kitaifa wa shirika la Clef, Charles Mlayo, anasema mafunzo hayo yanalenga masuala mbalimbali ya uongozi ili kuwawezesha viongozi kueneza injili bila matatizo, kuweza kuwafundisha kwa siku nne ili wapepete wao, viongozi wasupavu kwa hivyo ndio kazi niko nayo hapa. Naamini ya kwamba Bwana anaimarisha kanisa lake, na ninataka kusema ya kwamba viongozi uh, wa, uh, wa makanisa ni lazima wajifunze ujuzi ya kuongoza vizuri, maana kanisa ni jibu, jibu la jumia uongozi wa kanisa ikiwa nzuri tutaendelea vizuri. Kwa upande wake Askofu John Katana asema mafunzo hayo yatawasaidia viongozi kusuluhisha matatizo mbalimbali yanayowakumba wahubiri katika makanisa yao. sana sana, tumeongea na administration yetu tukitoa malalamishi kama wachungaji kwamba tunapokuwa na open air meetings ama kusedi za nyanjani, mara nyingi wazee wa mitaa wanaingilia na kutusumbua na kutunyima nafasi na kutuambia tufanye vitu ambavyo havistahili kulingana na imani yetu. Kwa hivyo tunaomba serikali ya Kenya wajumuike na kufikiria na kuweza kuleta mkutano wa kuleta uwiano kati ya wachungaji pamoja na viongozi wetu pamoja na wale watu wako chini ma, mahali hapa. Clef ni shirika la, la ambalo limejitolea kufunza na kuempower viongozi wa makanisa na pia kuwafundisha jinsi ya kutatua matatizo katika madhehebu yao. Askofu Daktari Jane Maura, mwenyeji wa kongamano hilo, anasema kupitia mafunzo hayo, viongozi wa makanisa watapata mbinu za kuzingatia nidhamu ya kiungu na kujiepusha na tabia ibuka ya baadhi ya wahubiri kujiingiza katika kuwalagea wananchi kupitia michezo ya kamari. katika hali ya huduma ama makanisa, tunaona kama kuna watu wamejiingiza katika hali ya kuraibu watu ama kuchukua pesa kwa njia isiyokuwa ya halali, na ndiyo sababu sisi kama viongozi ambao tunahitaji nidhamu tumeleta mafundisho, ndio wachungaji wawe na discipline na waelewe, kwa sababu kuna watu pengine wameingia kwa huduma bila kuelewa, wengine wameingia ni biashara. Lakini sisi tunataka kufundisha wachungaji ili waweze kuwa na discipline na waelewe maana ya neno la Mungu. Ndio sababu tumeweka hii training mahali hapa. Chama cha ushirika cha Unitas, kiki na kikiongozwa na Reinhard Ijendi kina kinashiriki mafundisho hayo kikilenga kuwapa wahubiri mafunzo ya kifedha, wawekezaji, na vilevile kujiunga ili kuweza kusaidia katika ujenzi wa makanisa na hata nyumba zao za makazi. Leo tuko hapa katika Jesus Abundance Healing Sanctuary, tumealikwa na wachungaji wa hapa Mombasa, tumekuja kushirikiana nao ili tuone kama Unitas, eh, ambao ni sako tunaweza kubadilisha uh, maisha ya wa wachungaji, na vile kama Unitas tunaweza kusupport um, zile makanisa zetu. Kwa vile ni vizuri wale wachungaji wetu na kanisa zetu wawe na mali ambapo wanaweza kuwa wakiweka zile uh, pesa zao na ambapo baada amba ya muda wakitumia account zao tunaweza ku, kuwasaidia number one, tunaweza wasaidia mambo na kujenga makanisa, tunanunulia makanisa plots, na pia tuko na mortgage. Tungependa wachungaji waweze kuwa na mahali pao pa kuishi nyumbani. So tuko na ile mortgage product ambayo tuna support nayo makanisa, tuna support nayo wachungaji, na ndio maana tumekuja hapa siku ya leo. Ali Evincent, Benvin TV.